Habari zenu wapendwa, karibu sana kwenye hadithi za Kiswahili. Leo ninawaletea simulizi ambayo itakuonyesha jinsi mapenzi yanavyoweza kuvumilia miaka, umbali na changamoto zote za maisha. Ni hadithi ya upendo ambao ulijaribu kuvuka vikwazo vyote, lakini hatimaye ulipata kipingamizi ambacho hakikuweza kushindwa. Je, umewahi kuahidi mtu kitu kisha maisha yakakuzuia kutimiza ahadi hiyo? Je, umewahi kusubiri mtu kwa miaka ukiamini kwamba siku moja mtakutana tena? Leo tutasafiri pamoja katika safari ya Zuhura na Juma, wapenzi wawili ambao walipendana tangu utoto, lakini dunia iliwatenganisha kwa miaka kumi. Kabla hatujaanza, na waalika wapendwa, mkabonyeze kitufe cha subscribe na kuwasilisha notification bell ili msipoteze simulizi zetu za ajabu zinazokuja. Na sasa tuanze safari hii ya mapenzi, subira na ahadi iliyovunjika. Jua la asubuhi lilikuwa likiangaza shamba la mpunga karibu na kijiji cha Nyamagana, Mwanza. Zuhura Selemani, msichana mdogo wa miaka kumi na miwili, alikuwa akikindia kupitia njia za udongo, kicheko chake kikijaa angani. Nyuma yake, Juma Rajabu, mvulana wa miaka kumi na nne, alikuwa akimfuatia akicheka pia. Zuhura, subiri, Juma alipiga kelele, lakini Zuhura hakumsikia au labda alijifanya hakusikia. Alipokuwa akimfikia Zuhura aligeuka ghafla na kumkabili, uso wake ukiangaza kwa furaha. Umeshindwa, Zuhura alisema kwa kiburi cha utoto, akipiga makofi. Wewe ni mporomoko, Juma alicheka, akipumua kwa bidii. Siku moja nitakushinda, utaona tu. Walikaa kwenye mwamba mkubwa uliokuwa umeangalia Ziwa Viktoria. Hii ilikuwa mahali pao, mahali ambapo walipenda kuketi baada ya shule, wakizungumza kuhusu ndoto zao, miaka ijayo na vitu ambavyo watafanya wakiwa wakubwa. Zuhura, Zuhura alisema kimya baada ya muda. Unadhani tutakuwa marafiki daima? Daima, Juma alijibu bila kusita. Hata tukikuwa wazee, hata kama utaolewa na mtu mwingine, tutakuwa marafiki. Zuhura akamtazama kwa muda mrefu, kitu kikipita machoni mwake, kitu ambacho hakikuweza kuelezwa kwa maneno. Sitaki kuolewa na mtu mwingine, alisema polepole pole. nataka tu, nataka maisha yaendelee hivi, wewe na mimi, tukicheza hapa kila siku Juma alitabasamu. Aliinua mkono wake, akaonyesha kidole chake kidogo. Tuahidi, wewe na mimi daima pamoja. Hata kama dunia itagarika, tutakuwa pamoja. Zuhura akaunganisha kidole chake kidogo na cha Juma. Na ahidi, alisema, daima. Hawakujua katika dakika ile walipofanya ahadi ambayo itabadilisha maisha yao milele. Miaka mitano baadaye, Zuhura alikuwa msichana wa miaka kumi na saba, mrembo na mwenye akili. Alikuwa bado anakwenda shule ya upili, na Juma ambaye sasa alikuwa na miaka kumi na tisa, alikuwa amekuwa kijana mrefu, mwenye nguvu na ndoto kubwa. Mahusiano yao yalikuwa yamekuwa kutoka urafiki wa utoto kuwa kitu kingine, kitu ambacho hawakukiweza kuweka katika maneno, lakini walikihisi kwa kila sehemu ya mioyo yao. Walikuwa wakikutana kila siku, wakishiriki ndoto zao, hofu zao, na upendo ambao ulikuwa ukichipuka polepole pole. Zuhura, Juma alisema siku moja, wakiwa wameketi kwenye mwamba wao wa kale, nataka kukuambia kitu Zuhura alimtazama, moyo wake ukidunda kwa kasi. Alijua nini kilikuja. Alikuwa akikigojea kwa miezi. Nakupenda Juma, alisema sauti yake ikitetemeka kidogo. Nimekupenda tangu tulikuwa watoto, lakini sasa, sasa ni tofauti. Nakupenda kwa namna ya, kwa namna ambayo nadhani nitakupenda milele. Zuhura alihisi machozi yakijaa machoni mwake. Nami nakupenda Juma, nimekupenda daima. Juma alitoa kitu kwenye mfuko wake, pete ndogo iliyotengenezwa kwa shaba, rahisi lakini nzuri. Sina pesa nyingi, lakini nilisave pesa yangu yote ya lunch kwa miezi mitatu ili nikununulie hii. Ni pete ya ahadi. Na ahidi siku moja nitakuoa. Nitakuwa na pesa, nitakuwa na nyumba nzuri na tutaishi maisha mazuri. Zuhura akachukua pete kwa mikono yenye kutetemeka. Ilikuwa ndogo, rahisi, lakini kwake ilikuwa kitu cha thamani zaidi kuliko dhahabu yote duniani. Naahidi kusubiri. Hata kama itachukua miaka, nitakusubiri. Walibembelezana wakiahidi kuwa pamoja milele. Lakini maisha kama yalivyokuwa daima yalikuwa na mipango tofauti. Mwezi mmoja baadaye, baba wa Juma alipata kazi Dar es Salaam. Familia yote ilipaswa kuhamia. Juma alijaribu kupinga, alijaribu kuwaeleza wazazi wake kuhusu Zuhura, lakini hawakusikiliza. Wewe ni kijana mdogo, baba yake alisema, utapata wasichana wengine huko Dar. Hii ni fursa kubwa kwa familia yetu. Usiku wa mwisho kabla ya kuondoka Juma na Zuhura walikutana kwenye mwamba wao. Mwezi ulikuwa umeficha nyuma ya mawingu kana kwamba hata yeye hakustahili kushuhudia uchungu wao. Nitarudi, Juma alisema akimshika mikono Zuhura. Naahidi, nitarudi. Nitafanya kazi, nitapata pesa na nitarudi kukuchukua. Zuhura alikuwa akilia bila kusita sasa. Na mimi nitakusubiri, alisema. Miaka mingapi itachukua, nitakusubiri. Pete yangu, Juma alisema, iweke daima. Ni ishara ya ahadi yetu. Zuhura alikakamaa pete kwenye kidole chake. Sitaiondoa kamwe, aliahidi. Walibembelezana kwa mara ya mwisho, kila mmoja akijua kwamba kesho dunia yao itabadilika milele. Miaka ikapita moja, mbili, tatu. Zuhura alisubiri. Aliandika barua kwa Juma kila wiki, akimweleza kuhusu maisha yake kijijini, kuhusu shule, kuhusu jinsi alivyomkosa. Mwanzoni, Juma alijibu kila barua, lakini pole pole, majibu yake yalianza kupungua. Baada ya miaka minne, barua zilisimama kabisa. Zuhura alijaribu kupata namba ya simu ya familia ya Juma, lakini hakupata. Alijaribu kupata anwani mpya, lakini hakuna mtu alijua. Ilikuwa kama kwamba Juma alikuwa ametoweka katika hewa, lakini Zuhura hakuacha kusubiri. Alivaa pete hiyo kila siku, akijikumbusha ahadi yao. Wazazi wake walijaribu kumtafutia mabwana, lakini alikataa wote. Ninampenda Juma, alisema. Nimeahidi kusubiri na nitasubiri. Miaka mitano baadaye, mama yake aliugua. Zuhura alijikuta akihitaji pesa nyingi za matibabu. Familia yao haikuwa na uwezo, na wakati ule ndilo baba yake alipomletea Hamisi, tajiri wa kijiji mwenye umri wa miaka 40, mwenye wake watatu tayari. nitamlipa matibabu mama yako, lakini lazima uwe mke wangu. Zuhura alikaa kwenye mwamba wao, mahali pale ambapo yeye na Juma walipenda kukaa. Pete ilikuwa bado kwenye kidole chake, ikiwa imechakaa lakini bado nzuri. Alipapasa machozi yaliyokuwa yakitiririka. Alikuwa na umri wa miaka ishirini na mbili sasa. Miaka kumi tangu Juma alipoondoka. Miaka kumi ya kusubiri, ya kutumaini, ya kuamini kwamba siku moja atarudi. Lakini hakurudi, wala hakuandika, wala hakumpiga simu. Labda amesahau, Zuhura alisema kwa sauti ya chini. Labda, labda ameolewa, labda ana maisha mapya na mimi ni sehemu ya maisha yake ya kale ambayo hana haja nayo tena. Mama yake alikuwa lala hospitalini akidhoofika kila siku. Madaktari walisema wanahitaji kupata pesa haraka au... Zuhura hakuweza kumalizia wazo hilo. Alitazama pete. Kwa miaka kumi, alikuwa ameivaa kila siku. Ilikuwa ishara ya ahadi, ya tumaini, la upendo ambao hakufa. Lakini sasa kwa mikono inayotetemeka Zuhura alianza kuivaa pete. Ilikuwa vigumu kwa uha kuvaa kitu kwa miaka kumi na ukakivua kwa urahisi, lakini hatimaye ikajitoa. Aliangalia kwa muda mrefu, machozi yakitiririka. Samahani Juma, nilikuwa nataka kusubiri zaidi, lakini siwezi kumwacha mama akafe. Siku iliyofuata alikubali ombi la Hamisi. Wiki mbili baadaye, siku moja kabla ya harusi ya Zuhura, Juma alirudi kijijini. Alikuwa amebadilika, alikuwa mrefu zaidi, mwenye nguvu zaidi, alivaa suti nzuri na alikuwa na gari. Alikuwa amefanikiwa Dar es Salaam akiwa mhandisi mwenye mafanikio, lakini jicho lake la kwanza lilikuwa kumtafuta Zuhura. Alipofika nyumbani kwa familia ya Zuhura, baba yake Zuhura alimkaribia. Uso wake ukionyesha huzuni. Juma alisema, "Umechelewa. Kesho, kesho Zuhura anaolewa." Dunia ya Juma ilisimama. "La," alisema. "Hapana, nilikuwa natafuta njia ya kupata pesa, njia ya kumrudishia familia yake. Nilifanya kazi kwa miaka, nilijitolea kwa kila siku, kwa sababu nilijua, nilijua kwamba siku moja nitarudi na kumchukua." "Mama yake aliugua," baba yake Zuhura alieleza. "Tulihitaji pesa. Hamisi alitoa kumlipa matibabu, lakini kwa masharti." Juma hakusikia zaidi, alikimbia kwenda kwa Zuhura. Alimpata kwenye mwamba wao, mahali pale ambapo kila kitu kilianza. Zuhura alikuwa ameketi akitazama ziwa, machozi yakitiririka. Alipomwona Juma, aliyeyuka, lakini hatimaye alikimbia kwake Juma. Aliita, Umerudi? Walibembelezana, wote wakilia. Nimekuchelewa Juma, alisema. Nilikuwa natafuta njia ya kukufanya furaha, njia ya kukuletea maisha mazuri, lakini nimechelewa. Pete, Zuhura alisema, akionyesha mkono wake uliokuwa bila pete. Nililazimika kuivua. Mama, mama alikuwa akifa na nimerusha maisha yetu yote, Juma alisema. Akilia, nilikuwa nafikiri nilikuwa nafanya jambo jema kwa kufanya kazi kwa bidii, lakini nilijisahau, nilikujisahau wewe. Nilikuwa siandike kwa sababu nilitaka kurudi na pesa, kurudi na kila kitu, lakini nilipoteza kitu cha thamani zaidi, ninyi. Zuhura alimshika uso. Tulikuwa na ndoto Juma, lakini maisha yametushinda. Mama anahitaji matibabu, sina chaguo. Siwezi kukuacha. Juma alisema, nitamlipa Hamisi kila kitu, nitamnunua haki za kukuoa, nitafanya lolote. Juma, Zuhura alisema, sauti yake ikiwa na uchungu. Tayari nimeahidi, harusi ni kesho. Kama nikivunja ahadi yangu sasa, familia yangu itaaibika. Na mama, mama yupo hai kwa sababu ya Hamisi. Usiku wa harusi, Juma alisimama mbali, akitazama. Zuhura alikuwa amevaa nguo za harusi. Lakini uso wake haukuwa na furaha. Wakati wa ibada, wakati mchungaji aliuliza, "Je, kuna mtu yoyote anayepinga ndoa hii?" Juma alinyamaza. Alitaka kusimama, kupiga kelele, kumchukua Zuhura na kukimbia naye, lakini hakufanya. Kwa sababu alijua ukweli, pengine upendo hauna hata thamani. Wakati mwingine, hata kama unapendana, maisha yana nguvu zaidi kuliko mioyo yenu. Baada ya harusi Juma aliondoka kijijini bila kumsalimia Zuhura. Alirudi Dar es Salaam akiamua kusahau, kuendelea na maisha, lakini moyoni mwake alijua kwamba sehemu ya roho yake itabaki kijijini, kwenye mwamba ule na msichana ambaye alimpenda zaidi ya chochote duniani. Zuhura naye akiishi katika nyumba kubwa ya Hamisi, alikuwa na kila kitu: chakula, nguo, ulinzi, lakini alikuwa na moyo uliokufa. Kila usiku alilala akifikiri kuhusu Juma, akifikiri kuhusu pete ile, akifikiri kuhusu maisha wangeweza kuwa nayo pamoja. Miaka mitano baadaye, Zuhura alikuwa na watoto wawili na Hamisi, alikuwa mama mzuri, mke mzuri kimaumbile, lakini moyoni alikuwa bado msichana yule wa miaka kumi na saba akiketi kwenye mwamba akishikana kidole kidogo na Juma wakiahidiana kuwa pamoja milele. Siku moja mama yake alimpatia sanduku. nimeona hii kwenye chumba chako cha zamani, mama yake alisema. Ndani ya sanduku kulikuwa na barua, barua zote ambazo Juma aliandika miaka ile ya kwanza. Zuhura alizisoma, machozi yakitiririka. Katika barua ya mwisho Juma aliandika: Zuhura wangu, naandika hii barua kwa mara ya mwisho simu yangu imeibiwa na sina pesa ya kununua mpya. Sikuweza kuandika kwa miezi kadhaa kwa sababu nilikuwa na fanya kazi mbili, nikijaribu kupata pesa za kukurudishia. Lakini leo nimepata habari, wanasema umeolewa. Natumaini si kweli, lakini kama ni kweli, naelewa. Nimechelewa na samahani. Nitakupenda daima, Juma. Zuhura alilia siku nzima. Alijua sasa ukweli, Juma hakumwacha yeye alikuwa akijaribu kwa njia yake kumlinda, lakini maisha, kama daima, yalikuwa na mipango tofauti. Pete ile ile ambayo Zuhura aliivua ilikuwa bado kwenye sanduku. Aliiangalia kwa muda mrefu, kisha akaivaa tena. Haikuweza kumbadilisha kitu, lakini ilikuwa kumbukumbu ya upendo ambao ulikuwa wa kweli, hata kama haukufanikiwa. Leo Zuhura ni mama wa watoto watatu, mke wa Hamisi anaishi maisha mazuri yana amani, lakini kila siku anavaa pete ile, akijikumbusha upendo wa kwanza, upendo ambao ulikuwa safi, wa kweli na usio na masharti. Na Juma, yeye pia alioa akawa na familia, lakini kila anapofika Mwanza kwa ajili ya kazi hupita kwa mwamba ule, anaketi hapo akitazama ziwa, akifikiri kuhusu msichana mmoja msichana ambaye alimpenda zaidi ya chochote lakini ambaye alimwacha kwa sababu hakuwa na chaguo. Hadithi yao ni ya kawaida, si ya ajabu, si ya kipekee. Ni hadithi ya watu wengi ambao walipendana lakini dunia haikuwaruhusu. Ni kumbukumbu kwamba wakati mwingine hata kama unapenda mtu kwa moyo wako wote, upendo hautoshi. Maisha yanahitaji zaidi ya hisia, yanahitaji muda sahihi, hali sahihi, na bahati. Pete ya ahadi iliendelea kuwa ishara si ya upendo uliofanikiwa bali ya upendo ambao ulikuwa wa kweli, hata kama haukuweza kuishi. Na hapo ndipo hadithi yetu inapoishia. Wapendwa, simulizi hii ni mfano wa ukweli wa maisha, kwamba wakati mwingine hata upendo wa dhati hautoshi. Muda, hali na maamuzi ya maisha yanaweza kutenganisha watu ambao walipaswa kuwa pamoja. Ni hadithi inayotuonyesha umuhimu wa mawasiliano, wa kutofanya mtu asubiri kwa miaka bila kujua kitu, na wa kuthamini wakati tunapokuwa nao. Je, wewe unadhani Juma alifanya makosa? Je, Zuhura alifanya uamuzi sahihi? Tunasubiri maoni yako katika sehemu ya maoni hapo chini. Kama simulizi hii imekugusa moyo, tafadhali like, share na waambie marafiki zako kuhusu chaneli yetu ya hadithi za Kiswahili. Tuna simulizi nyingi za kusisimua za kuvutia na zenye mafunzo zinazokuja. Subscribe leo ili usipoteze simulizi zetu za ajabu. Bonyeza notification bell ili uwe wa kwanza kupata taarifa za simulizi mpya. Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza. Tutaonana katika simulizi ijayo, na kumbuka, upendo ni jambo zuri, lakini maisha ni mazito. Jifunze kuwa na muda sahihi, mawasiliano na usipige mtu subira bila kujua kito. Kwa sasa tunawaachia hapa. Asante na Mungu awabariki wote.